The plenary meeting, the tenth plenary meeting of the General Assembly is called to order. <coughs> Ebwana, leo dunia imeshuhudia jambo ambalo lisilo la kawaida kwenye mkutano Umoja wa Mataifa. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wakati anapanda jukwaani wajumbe wengi walikuwa wanatoka ukumbini, hali iliyoashiria kuwa sio kila mtu alikuwa tayari kumsikiliza. Wajumbe kadhaa waliondoka ukumbini kwa hasira, wengine wakimzomea hadharani. Hutuba ya Netanyahu iligeuka kuwa tukio la kisiasa lililotikisa jukwaa la dunia. Sababu kuu inaelezwa kuwa ni mauaji yanayoendelea nchini Gaza. Wengi waliona hotuba hiyo kama kejeli kwa mateso ya Palestina. Lakini cha kushangaza zaidi, baadhi ya wajumbe walimpiga makofi Netanyahu. Mwenyekiti wa mkutano alilazimika kuingilia kati na kusema, tafadhali, utulivu ukumbini. Lakini ujumbe ulikuwa tayari umeshapelekwa wazi na kwa sauti kubwa. Hotuba hiyo imekuja siku chache tu baada ya mataifa kadhaa ya Ulaya, ikiwemo Uingereza kutangaza rasmi kutambua taifa la Palestina. Lakini kauli ya Netanyahu imewasha moto zaidi. Aliwaambia wajumbe wa dunia kuwa kutambuliwa kwa Palestina kunaonesha kuwa kuwaua Wayahudi kunalipa. Kauli hiyo imebua maswali mazito zaidi. Je, dunia inazidi kugawanyika? Je, Umoja wa Mataifa bado una maana kama wajumbe wanaondoka kumbini badala ya kusikiliza? Je, yeah, unafikiri uamuzi wa baadhi ya nchi kuikubali Palestina kama taifa ni sahihi? Na hatua ya kususa hotuba ya Netanyahu ni ya kishujaa au ya kidiplomasia? Endelea kufuatilia Mwananchi Digital ili ufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka Tanzania. Baki nasi.